Kuku wa miezi mitatu mpaka mitano. Sasa kuku wetu sasa hivi wana umri wa miezi sita, ambao kuku ni wakubwa sasa, na chakula cha kuku hawa kitakuwa kina mchanganyiko ufuatao. Jambo la kwanza ni mahindi, jambo la pili pumba Jambo la tatu dagaa, au unga wa dagaa, mashudu, chumvi na premix. Mahindi yatakuwa ni kilo salasini, pumba ni kilo salasini na nane, dagaa ni kilo kumi na tatu, alafu mashudu ya aina yoyote, kama ni mashudu ya pamba, mashudu ya alizeti, yenyewe yatakuwa ni kilo kumi na nane. Chumvi utachukua nusu kilo na pilimixi nusu kilo. Utachanganya vyote kwa pamoja, hapo utakuwa umeshapata mchanganyo ulio sahihi. Hao sasa ni kuku wakubwa. Kwa nini mahindi yamekuwa ni makubwa au mahindi mazima mazima? Kwa sababu hawa kuku ni wakubwa, wanaweza kudonoa na wakala moja kwa moja. Ni tofauti na wale kuku wadogo wadogo, walikuwa hawawezi kula punje zile kubwa kubwa. Maona, kwa hiyo tutaendelea kujifunza sasa ni jinsi gani clip za kuja tunaweza kujifunza ni jinsi gani sasa ya kumhudumia kuku huyo anayetaga anayetaga kwamba anahitaji nini, ni chakula gani yale na aweze kutaga mayai mengi, na jinsi gani ya kuyatunza yale mayai na kumfanya kuku awe anataga mayai mengi. Hizo zote tutajifunza klipu zinazofuata, na vilevile unaweza ukafuatilia katika YouTube channel yangu Simba Mdaturu, hivo hivyo utanipata na hizi klipu.